Na awamu ya tatu ya kampeni ya uhamasishaji wa ulipaji ushuru inayotekelezwa na halmashauri ya ulipaji ushuru nchini KRA imekamilika huku kukitolewa miito ya walipaji ushuru kuepuka kujaza fomu za kuonyesha uaminifu wao wa kulipa ushuru dakika za mwisho mwisho. Takriban walipaji ushuru milioni tatu wamejaza fomu zao, kabla ya makataa ya tarehe 30 mwezi Juni mwaka huu. Maafisa wa KRA waliendeleza kampeni ya maonyesho eneo la South Rift, North Rift na maeneo ya magharibi ya nchi hii, wakiwasaidia wakazi kujaza fomu zao za kufaidika na kufaidika na ofa inayoendelea ya msamaha kwa walipa ushuru. Ofa hiyo imewezesha KRA kukusanya zaidi ya shilingi bilioni 15 za mapato. Waandalizi wa kampeni hiyo ya maonyesho inayofanywa na KRA na shirika la utangazaji nchini KBC namualhamisi, walizuru Kendo Bay, Oyugis, Rangwe, Rodi, Ndhiwa, Mbita pamoja na Homa Bay.

and the penalty interest and fines shall all be waived. Mi ni mfanyakazi wa Homa Bay County na nimefurahia kama watu wa Kenya Revenue Authority wamekuja hapa Homa Bay, Kendu Bay, town kutusaidia ili tufile return zetu. Mimi mwenyewe nimefile yangu. Itu kitu kidogo tu, dakika chache tu. Unapeana majina kamili, ID number na phone number, unafile return zako.